Asante mkuu wa chuo, Mheshimiwa Rais, hili ni jengo ambalo lilikuwepo kabla la mradi hit na sasa hivi tulichofanya ni uh, kama jengo ambalo linajionyesha uh, mheshimiwa rais, hapa ni jengo la zamani, kuanzia hapa kuja huku tutatoa maelezo zaidi, na huku ni jengo hilo, kuna madarasa kuna na ukumbi wa mkutano za bahari uh, kuangalia kama je, bahari na acidity iko high au iko low, lakini pia inaangalia jinsi gani viumbe wa baharini wanakuwa affected na hiyo kemikali ya bahari. Kwa mfano, masuala ya uchafuzi wa mazingira, athari za plastics kwenye bahari. Kwa hivyo watafiti waliopo hapa IMS hii uh, maabara ita, itawasaidia sana, na maabara katika hizi jengo ni hapa unapoona chini ya duara tuna maabara ya baiolojia ya bahari ambayo inajihusisha na viumbe vya bahari, samaki wanakula nini, wanaishije? Uh, na kuna watafiti wako wanajihusisha na mambo hayo. Lakini kuna maabara ya fizikia ya bahari ambayo inajihusisha na mwenendo wa mawimbi, mwenendo wa mawimbi na maji yanavyo flow kwenye, kwenye miamba huko, kuna milima Mheshimiwa Rais, kuna milima mirefu kama Mlima Kilimanjaro tunaambiwa na watafiti huko chini. Kwa mfano, kuna mtafiti mmoja hapa anafanya utafiti kuhusu, amegundua kuna mlima mkubwa tunapopakana kwenye mpaka wetu na Kenya, lakini huko upande wetu ambao unaweza ukawa na athari, kwa mfano masuala ya tsunami. kwa hivyo yeye anafanya huo utafiti. Hiyo ndio fizikia ya bahari, tuna maabara hiyo, tuna maabara ya microbiology pamoja na biotechnology lakini tuna maabara ya vifaa maalum ambayo inatunza vile vifaa, watafiti wakitoka baharini wanatunza kwenye certain specific temperature ili visiweze kuharibika. Mheshimiwa Rais, kuna ukumbi wa mikutano ambao upo chini ya huu mduara hapa ambao unachukua takribani watu mia moja hamsini kwa wakati mmoja huko kama uh, kwenye theater, uh, format na utawekwa equipment za kisasa kabisa ili kuweza kuprojekti kama mtu anafanya mawasilisho mbalimbali mbali. Mheshimiwa Rais, jengo letu ni kubwa lina ofisi 41 kama ambavyo zinajionyesha hapo na zinaweza kuchukua wafanyakazi 80 kwa wakati mmoja lakini tukiwabananisha hata mia moja wanaweza wakafika. Mheshimiwa Rais, jengo hili limeangalia sana masuala ya uh, social inclusion. Tuna chumba maalum kwa ajili ya kunyonyeshea kama kina mama wanakuja ambao ni wafanyakazi na wanafunzi uh, for some reason inabidi waje na watoto wao, kuna special room ambayo iko hapo, lakini pia tuna special room kwa ajili ya huduma kama tea tea room pamoja na na na, na, na, na wafanyakazi kupumzikia. Mheshimiwa Rais, tuna hii e space ambayo inaitwa uh, student reflection space. Tutaiweka furniture mbalimbali mbali, ambapo wanafunzi wanaweza tu wakakaa na kudiscuss na kureflect kufanya tafakuri sio tu kujifungia kwenye kwenye madarasa. It's a very beautiful place hiyo hiyo sehemu. Mheshimiwa Rais, pia kuna bweni, kuna bweni ambalo uh, tayari limeshakamilika na vitanda tumeanza kuweka, ambalo linachukua wanafunzi 40 takriban. Lakini ili jengo linatakiwa liwe na ghorofa mbili tena, kwa hivyo ni ground plus two lakini kutokana na ufinyu wa bajeti kwa sasa hivi tumeweza kujenga uh, floor ya chini peke yake, lakini ina vyumba pia kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa ujumla, uh, Mheshimiwa Rais, uh, mradi huu sisi tunauita kwa kweli for for economic transformation for education transformation education. Hapa unaweza kuona sasa jengo lile la pacha ya mwanzo na jengo la sasa hivi sasa ili jengo jipya lina uwezo wa kuwahudumia wanafunzi takriban 899 na watumishi 80 kwa wakati mmoja. Sasa ujenzi wa jengo hili ili, ili jipya umeongeza uwezo wa taasisi hii kuhudumia wanafunzi 1220 na watumishi 120 kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, tunaona imeweza kukiweka chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini hasa hasa taasisi ya sayansi za bahari hapa Zanzibar kufanya uh, contribution kubwa sana kwenye uchumi wa bluu kwa sababu watafiti wapo madarasa yapo furniture tayari tulisha sign mkataba na kampuni ya Jeffrey ambayo kwa takriban milioni 746.7 kwa hiyo furniture zimewekwa na zinaendelea kumaliziwa kuwekwa lakini pia uh, mkandarasi mwingine au niseme ni supplier ataleta equipment za IT kwa hivyo itabadilisha kwa kiasi kikubwa kabisa taasisi hii katika uh, kutoa mchango wake mkubwa kwenye uchumi wa bluu hapa Zanzibar, lakini Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, asante sana, naomba kuwasilisha. Asante na institution hii, okay. hey. hii, institution hii iko hapa peke yake, haipo Kenya, haipo Somalia, haipo Mozambique wala haipo South Africa. Kwa hiyo ni major center of excellence kwenye kwenye kwenye marine sciences. Asante, baada ya maelezo hayo kwa heshima na taadhima ya Mheshimiwa Waziri, naomba sasa muongoze Mheshimiwa Rais. Sani ufunguzi, wajengo, usogia, ni ufunguzi wa jengo watakaosogea ni wale ambao tutawaita Mheshimiwa rais ya ya wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam waziri wa elimu sayansi na teknolojia waziri wa elimu Zanzibar iko wapi waziri wa elimu Zanzibar kaa upande ule kule Ehe mwenyekiti wa baraza la chuo Naibu Waziri wa Elimu wa Jamhuri Mheshimiwa Harun, pia muasisi eh, Mheshimiwa Waziri Harun.